uzima eh, sisi sote pamoja na taifa letu kwa ujumla. Habari ya kwanza ambayo ninayo kwa watu wote ambao ni wakazi wa jiji la Dar es Salaam, lakini wale ambao wako pia mikoani, tarehe 31 mwezi huu wa kwanza eh, mama IPM atakuwa na ibada kubwa ya wanawake mabinti, wa mama mabinti na wanawake wote kwa ujumla Ibada hii itafanyika tarehe 31 mwezi huu wa kwanza 2026, mwanzo wa mwaka eh, kwa kichwa cha habari kilichobeba mwanzo mpya wa mwanamke, kama tunavyoamini katika neema ya Mwenyezi Mungu. Mungu ni Mungu wa watu wote, na kabla ya kumuhukumu kumu mtu huwezi kujua nini anachopitia maisha kifamilia na kadhalika lakini tunatambua ya kwamba mwanamke ni mwanamke na ni kiumbe ambaye ana vita toka alipoumbwa kwa mara ya mwenyezi kwanza. Mwenyezi Mungu alikumuumba mwanamke, of course alianza kumuumba kwanza mwanaume, then baadaye akafuatia mwanamke, lakini toka mwanamke alipoumbwa misukosuko yake ilianza toka kwenye bustani ya Eden. Eh, lawama alitupiwa yeye wa kwanza, so ziko lawama nyingi sana ambazo mwanamke anatupiwa katika maisha yetu leo. Kwa hiyo Mama IPM eh, ameamua kuandaa kongamano hili ambalo linafanyika tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026. Eneo ni hapa hapa kwenye ukumbi wetu wa Embassy of God Foundation. Popote pale mwanamke ulipo, nakukaribisha eh, katika kongamano hili ambalo ni muhimu sana kwa ajili ya maisha yako, tutakuombea E, utafunguliwa, utafundishwa namna ya kuishi, namna unavyopaswa kuishi hapa duniani. Wengine mnategemewa, wengine ni single mother, wengine mko ndani ya ndoa, wengine hamna kabisa ndoa. Utafundishwa namna ya kuweza kuishi katika maisha haya tulionayo sasa hivi, lengo uweze kuwa mwanamke ambaye unajisimamia na kujitambua katika maisha yako. Mama IPM amejiandaa vya kutosha, hivi ninavyozungumza E, anaendelea kujiandaa kwa kuhakikisha kwamba kile ambacho kimeandaliwa basi kinaweza kufikia wewe mwanamke popote pale. Usichukulie kawaida unapoona watumishi wa Mungu wanakuita kwa ukubwa namna hii, basi unapaswa na wewe kulibeba ili jambo kwa ukubwa. Ukishuka pale Mbuyuni, Mbuyuni, Mbuyuni, Mbuyuni ya Tegeta, maana kuna Mbuyuni nyingi, Mbuyuni ya Tegeta, ukishuka pale Mbuyuni waambie nakwenda kwa IPM, kwa sababu ndio jina maarufu pale, unafahamu of course huduma yetu inaitwa Embassy of God for All Nations, lakini kwa sababu ya ya umaarufu wa pale stendi, ukisema IPM inakuwa ni rahisi wewe kuweza kufikishwa kanisani. <tipu> <tipu> Fanya hii neema, sisi wanaume kwenye kikao cha wanaume tunakuwa watu wanakunywa maji ya kunywa ngumu ngumu, lakini Mama IPM wameandalia chakula kizuri kabisa, eh eh, mtakula na hapata kuwa na kiingilio, ni bure kabisa. Njoo jifunze upate kitu ambacho kitakuondoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maandiko mbeba maono kwa upande mwingine. Kwa hiyo yeye ya ana neema yake na mimi kwa na neema yangu. Kwa hiyo kwa wewe mwanamke, nakukaribisha sana, usikose katika kongamano hili la wanawake na mabinti ambalo mtumishi huyu wa Mungu ameliandaa. Nisiwe na maneno mengi sana, karibu. Hakuna ubaguzi wa dini wa rangi wala kabila, watu wote ni wa Mungu na wote mnakaribishwa. Mungu langu nyingine muhimu ambalo nilawo, ninalo ni tukio langu la tarehe eh, 30, tarehe 28 kuelekea tarehe 30 mwezi wa kuelekea mwezi wa nne, huwa tuna, tuna tukio la Pasaka. Kwa hiyo huwa tuna ibada ya kuchinja. Sisi tunaamini kwenye kuchinja, kama ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumza kwenye vitabu vyote, wal Qurani al hakimu, lakini amezungumza pia katika Bibilia kwamba manabii wote wa manabi kale walifanya hivyo Yeah, of course, na mimi pia nimeanza kufanya hivyo yeah, japo imekuwa ni changamoto, ni vita kutokana na uelewa, jambo jipya, lakini ni jipya kwetu sisi wanadamu, lakini sio jipya kwenye vitabu. Siamini IPM kusoma makaratasi alafu nikabakia nayo kichwani, naamini katika matendo, na ndio maana watu wamekaa katika ibada wamekaa katika imani kwa miaka mingi, maisha yao hayabadiliki, wako vile vile. Mungu hakuleta dini wanufaike wanaongoza hizo dini. Mungu alileta dini ili walioko ndani ya dini pia wanufaike. Sio vizuri, au waisaundi sana au, mi sipendi sana mi kufanikiwa alafu nao waongoza wanalia njaa, hawana hela ya kula, hawana hela ya, hawawezi kujenga, hawawezi kuwa na maisha yao. Huwa na msemo wangu, nasema usinichoreshe. Ukiwa mfuasi wangu, usinichoreshe. Mi nataka kuishi maisha mazuri, nataka kukaa nyumba nzuri, nataka kuendesha magari makali, yaani nataka kuishi dunia kwa sababu hivi vitu vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo, kama mi nitavihitaji, natamani na wanaoniongoza pia waweze kuvipata kama jinsi ambavyo mimi nimevipata. Usitegemee mchungaji w kufanikiwa <clears throat> na wanaoongoza wako masikini, hata hela kula kula. Kwa kulitambua hili sasa, lazima tufate kanuni ya kuchinja. Kwa hiyo wale ambao mko mikoani, huwa tunatoa tunatuma video kama hizi mapema kwa sababu watu mtakao mjiandae, hauji kupiga story, unakuja kuchinja. O, lazima ujiandae nauli, ujiandae hoteli, ujiandae namna ya kupata hela ya mnyama na kadhalika. Njoo hautajutia, kwa sababu watu wote waliohudhuria ibada ya kuchinja hakuna hata mmoja aliyejutia. Mungu wa mbinguni awabariki sana, fika Dar es Salaam. Kwa nyinyi ambao mko nje ya nchi mmetufuatilia, Kenya, Burundi, Zambia, Mozambiki, Walawi, Namibia, South Africa; wengine wanatoka mpaka Marekani, Kanada, wanakuja kwa ajili ya ibada hii kubwa ya mwezi wa 4 ya kuchinja, kwa ujiandae Eh, kwenye tarehe ishirini na nane eh, ishirini na saba huu umeshafika Dar es Salaam, tunaonana, alafu tunaandaa wanyama tunafanya hii kazi, na Mungu wa mbinguni awabariki kwenye utumwa. Naamini katika, naamini katika maendeleo ya pamoja eh. Mke wangu mi nampenda sana, natambua hilo, kwa hiyo siamini kwamba ukimficha mwanamke ndio nafaa. Eh, anakipawa kila mwanadamu duniani anakipawa, kwa hiyo kama kama yupo na ai sound mwanamke kuja kwa mchungaji wa kiume kumwelezea kwamba, imagine sasa, mwanamke sasa, sehemu zake huku, nielewe nikisema hivyo ikulu e, kuna shida huku ikulu, afu anakuja kwa mchungaji wa kiume yani kuna kuwa na ukakasi fulani. Kwa kama una mke alafu Mungu amempa kipao cha mchungaji, inakuwa ina sound vizuri, akienda kumwelezea matatizo yake anakuwa yuko comfortable na, na, anakuwa anaelewa, kwa sababu ni mwanzi. Kwa mimi naamini kwenye kunyanyua vipawa, mimi siamini kwenye, kwenye utumwa na ndio maana watu wote ambao wanakuwa nao natamani wapate. Kwa hiyo yeye uh, kwa sababu ni mama IPM, inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo natamani kipawa chake kiende juu zaidi. Anafundisha, comment ni nyingi, watu wanasema mama, tunakuelewa tunapenda unavyofundisha. Kwa hiyo hakuna sababu ya kukificha hicho kipawa, zaidi sana kukinyanyua, ili watu waweze kupokea kile ambacho Mungu amekiweka wa kwa wao. Hapo mfupa nguruwe mchawi ya kurobi, tukarogwa sana kazi e, <laughs> <laughs> tukaichukua mifupa ya nguruwe tukaiweka kifuani na tukakuta asubuhi tunachana Yeah, sasa yeah. Ashumu ashumu mchawi anakula nguruwe. Yeah. Kwa hiyo anafika na mfupa wako anakupiga nao kichwani na anakoroga pia. Yeah. Kwa hiyo si tunachinja mbuzi au kondoo. Hivyo ndio ndivyo maandiko yanavyoelezea. Ibrahimu alichinja kondoo. Eh, kwenye bustani ya Eden Adam na Hawa. Hivyo unajua Mungu ndio mwanzilishi wa kuchinja sio IPM. Kwa hiyo si Mungu alichukua mnyama akachinja alafu akawavesha nini ngozi wa wanadamu wa kwanza kabisa. Ibrahimu akataka kumchinja Isaka, Mwenyezi Mungu akamwambia, hatuchinji mtu, tunachinja mnyama. Alipogeuka akamwona mnyama amekaa pale, akamchinja. Kwa hiyo kuku wapelekee waganga, halafu waganga wetu wa Mazese wapeleke kwa waganga, lakini sisi tunataka mbuzi au kondoo e, kwa sababu unapotaka mafanikio ya kweli lazima uchinje vitu serious e, kama unataka kudanganywa, haya mganga iko Mazese Nakwambia lete kuku mwekundu lete na mchele kilo mbili na mo energy za majini tokalii mjini akanywa kupigwa hu kwa hiyo bwana, sisi tunachinja mbuzi au kondoo wa mbuzi na IPM. Nafuatiliwa na vijana wengi sana kwenye society na wanapenda sana lifestyle yangu. Mimi nilichokataa hapa duniani ni kuishi maisha ya watu, yaani mimi nataka kuishi maisha yangu kwa sababu asilimia sitini au sabini ya wanadamu wote unaowaona mkiwepo nyinyi waandishi wa habari naishi maisha ya watu, yaani hutaki kuishi maisha yako. Yaani kuna vitu unamani unatamani uvifanye, lakini unasema nikifanya hivi watasemaje, wataonaje? Unaona bwana, kwa mimi naishi maisha yangu na bado, yaani mwaka huu ndio itakuwa balaa zaidi. E, sasa hebu pata picha hivi, kitu gani kigumu kumkisi wife au Adam na Hawa kutembea uchi kwenye bustani ya Eden? Yaani hebu tupate hebu uangalie uzito hapo upi? Yaani Adam na Hawa kwenye bustani, maandiko ndiyo yanasema hivyo, hawakuwa na nguo. Kwa hiyo mzee, ile hata hata kama walikuwa wanamsifu Mungu, walikuwa wanamsifu Mungu wakiwa uchi. Yesu uko hapa, ngoma uko chini nao, zinaenda hivi, zinarudi hivi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema, hawakuwa na nguo. Sasa si afadhali hata mimi navaa nguo tu, unabakia tu mdomo na mkisi wife. Kwa hiyo mimi siamini katika kuyaishi maisha ya watu wengine. Sijamkisi, hatujafanya mapenzi madhabauni, hatujavua nguo madhabauni pale. Tuko nyumbani na familia. Mi nikiwa nyumbani sio mchungaji kaka, yani mi nikiwa nyumbani nakuwa raivani, mi nikiwa nyumbani nakuwa mbidogi, malavilavia mzuri, piga songi nini, namwimbia wife nini. Unajua kaka, hawa watoto wa kike hawa wamekuwa kwenye mazingira ya shida sana Hawa wanawake wetu wa Kiafrika au wa Kitanzania wamekuwa kwenye maisha magumu sana. Kwa anapoingia kwenye ndoa, hategemei tena wewe umzidishie nini? Umzidishie uchungu. Inabidi wewe uwe faraja yake. Yaani mwanamke, mimi nakueleza ukweli siongei maana maneno ya uongo. Mimi nikianguka sasa hivi pu IPM kafu. Wife mi atapata shida sana. Kwa sababu nimejitahidi, unaelewa vizuri, kumuonesha upendo. Nimejitahidi kumuonesha nini maana wanaume. Unaelewa vizuri? Yaani kumfanya comfortable. Unaelewa vizuri? Yaani mimi natamani kila kitu kizuri nimfanyie. Lengo a, yani aone kabisa huyu ni mwanaume. Kwa sababu kanikubali mimi nikiwa nalala chini. Kanikubali mimi nikiwa sina chochote na elfu tano mfukoni. Kwa nini nisimstahilishe mwanamke kama huyu? Eh, kama tunaowapenda wanasubiri tuwe navyo ndio watupende. Alafu ukampata mtu anayekupenda ukiwa huna chochote. Kwa nini usimvali? Kwa hiyo mimi najaribu kumvali wife. Najaribu na, kumfanyia vitu vizuri ambavyo naweza. Na, na mwisho wa siku maisha yenu ni yenu tu. Wewe eh, usiogope watu watasemaje. Ishi maisha yako bro. Eh, usikiogope kifuli chako mwenyewe, yeah, ukifa tu ukioni tena. Kwa hiyo ishi maisha yako, ndivyo kanuni, kanuni. Unajua mimi nimekuta tu naitwa IPM, kwa hiyo sijui, sijui siri eh, unajua mama ndo anayejua mtoto kwa. Eh, wakati mwingine ndo wao wanashauri wanaume, usigombanie mtoto kama huko na mwanamke kimahusiano, anataka mtoto amchukue, mwache kwa sababu unaweza ukapata aibu. Yeye ndo anajua huyu mtoto nani. ni wanani? Niachie mwanangu, yaani ni kauli kubwa sana hiyo, niachie mwanangu. Hapana, unapeleka kifua mbele kama pigwa ngumi ya mgongo hivi. Unajua ni wako labda, anakuonea huruma tu, akikwambia sio wako, utakufa na pressure. Kwa hiyo ugombanii mwanaume gentleman, haugombani mtoto. Unamtaka mtoto, yeye hapo na. Kwa hiyo na sisi kuna mambo ambayo tumeyakuta hatuwezi kuquestion sana. Ni sawa sawa, ujiulize, Mungu alipokuwa na yumba dunia alisimama wapi? Kwa kuna vitu vingine tunakubali kukaa kimya kwa sababu hatuna majibu nafi. Eh, kwa tumekuta mbuzi na kondoo ndio Ibrahimu anachinja, Isaka anachinja, manabii wote kwenye Biblia wanafanya hivyo wanachinja. Kwa na sisi tunatembea mle mle kwa kile ambacho tumekikuta. Yes. Ani kuna hali tu ya kuheshimu tu madhabahu sometimes. Na hakuna chochote. Kwa sababu hapa tuna tunapanda, tunalala hapa, tunaomba usiku na nini. Kwa ni ile hali tu ya usafi madhabahuni. Japokuwa unaweza ukapata na viatu pia baadaye. Watendakazi wa wanafanyaji watadeki hiyo hmm. Sisi tunamwomba Mungu hapa sana. Haina tatizo. Kwani Uislamu una shida? Mi siamini Uislamu ni ushetani, na hiyo ndio tofauti ya IPM na wabiri wengine, na iko ndicho wanachokifanya mpaka wananichukia, wananipinga. Eh, wewe una kwa sababu mi siamini kwenye kutukana, mi naamini kwenye upendo Yaani wewe dhehebu lako lolote utakalokuwa nalo, mimi nakupenda hivyo hivyo na dhehebu lako. Uwe mweusi, uwe mfupi, uwe mrefu, uwe mbamba, nitakuheshimu kama mwanadamu mwenzangu. Swala so la, la imani yako ndaliheshimu hivyo hivyo. Eh, sasa mimi siwezi nikaja kwenye social media nikaanza kutukana Uislamu, umenifanya nini Uislamu? Umeni ni, umenikosea nini? Umenikosea. Sasa Waislamu wengine ndio hao wananialika. Eh, bilionea Rugumi amenialika nyumbani kwake. Eh, nimekwenda pale kuna watoto yatima zaidi ya 1000 E, amenialika. Karibu bwana wewe, IPM una, una, una, unalisha yatima, nami nimependa. Karibu mdogo wangu. Nimeenda pale. Sasa ningekuwa namtukana angenialika? Nenda kwenye akaunti yangu ya Instagram, una Waislamu wangapi wamenifollow pale? Wengi, wengi sana. Sasa sitaki nasifanyi hivyo ili wanifollow, lakini mi siamini kwenye chuki, mi naamini kwenye upendo. E, nina rafiki zangu hapo pale airport nikisafiri wakifika, wananipeleka kwenye maeneo yao ya kazi, bwana apumzika hapa, kunywa chai, kunywa kahawa. Tunapenda mafundisho yako, hayana chuki. Dini hizi kaka ni upendo. Ukimwona kiongozi wa dini anafundisha chuki, huyo ana shida zake binafsi, lakini dini ni upendo. Waibrania kumi na mbili kumi na nne tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, wakiwepo Waislamu. So mi naamini katika upendo.